Mheshimiwa mkuu mkoa na ndugu zangu wa hapa huona, kwa muktadha wa hapa mmemsikia kijana ametoa hoja, na hivi ndio tunavyopenda. Ni kwamba vijana wanaomba eneo la bodaboda -boda ya zao, yani vituo. Mlikuta vituo hapa, na sasa tuta limekuja juu, lazima kutakuwa na athari. Kuna hizo za bodaboda lakini za watu vilevile wanaokuja na gari zao kushuka na kuingia katika miji yao huko, si ndivyo hivyo? hiyo lazima itakuwepo tu. Nakuagiza, fanyeni hapa, hakikisha kabla mjaondoka, lazima muwatengenezee njia za kuingia kwenye miji hiyo, ni lazima kwa yeah, lazima, kwao mkandarasi, kabla ajaondoka, hilo ni jambo la lazima, sio la, la, la, la kongwa, lazima tulifanye, ili watu wapate kujua kwamba nikifika pale nashuka, nanyonga kidogo, naingia ndani kwangu, lakini vilevile mtengeleze uh, haya maeneo ya vijana wanatafuta riziki zao. Kwa hivyo, hii barabara ikiwezekana, kuna sehemu ya kuweka kama kakituo kwa maeneo haya kwa ajili ya daladala, hiyo muifanye pia eh, ili kusudi watu wajue, kwa sababu kituo cha eneo la public pale, maanake muweke kuonesha na muweke na alama, ili mtu wa daladala au mtu wa basi ajue kwamba anasimama hapo, na mwisho ni taa za barabarani hapo public na eneo hili <coughs> yeah. Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake kwa Tanzania anataka watu wafanye kazi siku na mchana wajenge nchi, si ndivyo? Hivyo jamani, sasa hakikisha unatafuta taa zisipungue 15 hadi 20, zikae hapa hili eneo. Mimi nimekupa maagizo na nadhani yote umeyasikia, na uambie mbele ya wananchi hawa lini utaanza wewe na mkandarasi kuyafanyia kazi hapa? Mheshimiwa Waziri, tutakuja Jumatatu kwa ajili ya kuzungumza na wananchi, lakini pia hasa uh, vijana bodaboda, ndio kituo hicho tukiweke wapi? Ndiyo. Lakini kituo cha basi kwa maana kushuka na kupanda, tutafanya hivyo Ndiyo. tutafanya maeneo ya Same, tutafanya hapa pia kuhakikisha kwamba tunaweka hizo basi shelters Ndiyo. Lakini pia hizo access road ni jinsi gani wananchi hao wataingia kwenye majumba yao? Tumelichukua tutalifanyia kazi. Asante sana. Hakikisha usisahau na taa za barabarani. Eh, tumewasiliana na mheshimiwa diwani wa hapa Kileo na sijui kama amemwambia diwani wa mwenzake wa kata hii wakae wale TBC wameshakubali kama alivyosema mkuu wa wilaya, wamekubali kutoa ile zile mashine zao na tupate watu ambao wanaujua mto maka. Unajua vijana ya, wa siku hizi hawa hawawezi. Wazee wanaojua mto waelekeze ili waweze kudagua ule mto na kupeleka maji sehemu ambayo yanatakiwa kwenda baada ya kuingia kwenye nyumba za wananchi. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, hilo nalifanyia kazi kwa nguvu zangu zote na mheshimiwa DC ananisikia atafuatilia TBC kuleta mitambo kabla ya mvua hazijaanza ili tuweze kufanya hiyo kazi. Mradi huu unafadhiliwa na Benki ya Dunia na ni mradi ambao ni gharama yake ni bilioni 6.8. Tayari mkandarasi amekwisha anza kazi na amefika asilimia sabini ya utekelezaji wake mkataba huu tunategemea ukamilike tarehe ishirini na moja Disemba. Tulianza mwezi wa pili mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Barabara yetu ya Kilema hii, barabara imekuwa ni ahadi ya muda mwingi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, alivyofika, alizungumzia kwenye uwanja wa Mashujaa. Hii ni barabara inaanza Pofo Mandaka mpaka Kilema ambayo iko chini ya TANROADS kwa maana ya utekelezaji. Tulitamani sana mwanze na hiyo na mkianzia kule chini basi wananchi wa Kilema Pofu huku chini, njia ya panda pamoja na huku watafaidika sana.